Asante sana, ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Dickson Matata, mimi ni wakili wa kujitegemea e, lakini pia ni mmoja kati ya mawakili thelathini na tatu wanaounda jopo la mawakili wanaomsimamia na kumwakilisha e, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu Tundu Antipas Lissu, ambaye kama unavyofahamu yuko katika gereza la Ukonga baada ya kuhamishwa kutoka gereza la Keko hivi karibuni na yupo ndani kwa kukabiliwa na makosa au mashtaka mawili, kosa la, la kwanza au mashtaka ya kwanza yakiwa ni kuhusu uhaini, lakini kosa la pili au mashtaka ya pili yakiwa ni kufanya uchochezi kwa njia ya mtandao. Sasa nikienda moja kwa moja kwenye swali lako la kwanza ambalo umetaka nieleze kwa kifupi nini ni kasoro za kisheria kuhusiana na uendeshaji wa kesi hii kwa upande wa serikali, mahakama na majeshi yote kwa maana jeshi la polisi na jeshi la magereza. E, kesi hii ambayo e, imefunguliwa na upande wa serikali kwa maana ya jamhuri. E, ambayo sasa imeanza kwa zile hatua za awali e, kama mtakumbuka e, mara ya kwanza tulipoenda mahakamani e, kilichofanyika kilifanyika katika mahakama ya wazi, na hii inatokana na ukweli kwamba sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo ndio inasimamia ni namna gani makosa ya jinai yatafanyika ya inataka eh, mtu anapokuwa anashutumiwa au anapokuwa ana anafanya ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana kesi ambayo ni ya kijinai, basi ifanyiwe katika mahakama ya wazi, yani open court. Kwa hiyo eh, tangu siku Lissu analetwa mahakamani na kusomewa mashtaka yake kilichofanyika ni kwamba kilifanyikia sehemu ya wazi kwa maana ya open court, na kila mtu aliruhusiwa kuingia. Haya, kwa maana ya raia au public eh, wa mawakili na kila mtu ambaye anahusika na na na na, na, na swala la kesi kwa maana ya mahakama eh, na wafanyakazi wao. Kwa hiyo eh, siku hiyo baada ya kusomewa mashtaka hayo ilipangwa tarehe nyingine ambayo tungekuja kwa ajili ya kuendelea na utaratibu wa kimahakama na kwa sababu e, Lissu alikuwa anashutumiwa sasa na kosa ambalo halina dhamana, mahakama ilimlimandi ili, ili, ili yeye kwa maana ya kum, kutaka aende e, kwenye moja ya gereza ambalo atakaa kule wakati huo akisubiri siku ya kuletwa mahakamani. Sasa wakati anatoka hapa e, Kisutu E, kupelekwa gereza alilopelekwa ambalo mwanzoni ilikuwa la Keko. Maana yake ni mahakama ndio ambayo ilitoa e, ilitoa e, e, e, warrant kwamba anapelekwa e, Keko na ikasainiwa. Kwa hiyo hao Keko hawakumpokea tu au haikuwa kitu tu cha, cha kusema e, magereza ijipangie, ilitokana na mahakama yenyewe kuandika eh, oda kwamba anapelekwa Keko. Sasa cha kwanza kilichotokea ni kwamba Lissu alipokuwa Keko, baadaye aliondolewa bila taarifa, bila utaratibu wa kimahakama na kupelekwa gereza lingine la Ukonga. Hiyo ilikuwa si sawa, kwa sababu ha hakuna namna ambayo eh, au hakuna kwa hiyo nikianza na kasoro ya kwanza, ni kitendo cha jeshi la magereza eh, kuamua lenyewe kumwondoa mtuhumiwa Tundu Antipas Lissu kutoka katika gereza la Keko na kumpeleka Ukonga bila kufata utaratibu wa kimahakama. Ikumbukwe ni mahakama ndio ilimremand na kumpeleka pale kwa warrant kwamba atakaa Keko, na hivyo ilitakiwa kuwepo na utaratibu wa kimahakama ambao utaonyesha kwamba mtuhumiwa huyo sasa anahamia Ukonga. E, kwa hiyo hiyo ni kasoro ya kisheria ya wazi kabisa ambayo, e, u imefanyika na imepelekea kimsingi, e, Lissu kukosa baadhi ya haki zake ikiwemo watu kwenda kumtembelea na kumkosa. Na kama utakumbuka, e, magereza ambao ndo walifanya kitendo hicho, e, siku hiyo hawakutoa taarifa kwamba ame amehamishwa eh, mpaka kesho yake karibia mchana au jioni eh, kwa hiyo ilileta taharuki ikawa haijulikani amepelekwa wapi na anaenda kufanyiwa nini na kwa nini ame, amehamishwa na pia kwa nini mahakama, eh, utaratibu wa ule wa kimahakama haujafatwa. Hilo ni tatizo la au kasoro ya, ya kwanza. Kasoro ya pili ni kwamba Lissu tangu amepelekwa katika gereza la Ukonga eh, mpaka leo E, amekuwa kuna haki zile za msingi ambazo e, zilitakiwa kuhakikisha anapewa e, zimekuwa zinaminywa, na kimsingi e, ni kinyume na, na, na, na sheria inavyotaka e, ukiangalia kwa mfano e, Lissu tangu amepelekwa Ukonga, ndugu zake wamekatazwa kwenda kumwona na wadau mbalimbali, wanachama wa chama chake ambaye yeye ni mwenyekiti wa chama e, viongozi wa, wa, wa, wa mashirika mbalimbali e, viongozi wa dini na kadhalika, wamekatazwa kwenda kumuona, wakati ni haki kwa mjibu wa, wa, wa sheria inaitwa the prison e, in bracket prison management Eh, regulation ya mwaka elfu moja mia tisa sitini na nane. Ukisoma sheria hii ambayo inatumika ina kuweza kum, kumeneji eh, mtu ambaye yuko eh, gerezani kama eh, mtuhumiwa au kama mfungwa inaeleza haki eh, ambazo anatakiwa kupewa mtu ambaye yuko pale kama mtuhumiwa eh, ukisoma kanuni ya tisa Ina, ina, inaeleza ni e, nini ambacho mtuhumiwa akiwa gerezani anaweza akapatiwa. Kwa mfano e, kusoma magazeti, kuangalia radio e, au TV e, kuletewa barua kutoka kwa ndugu zake na kadhalika e, kutembelewa. Hizo zote ni haki ambazo a, anapewa e, kwenye hii kutembelewa ni kimaanisha na ndugu lakini ukienda eh, kanuni ya, ya, ya, ya sheria hiyo hiyo au ya kanuni hizo ukienda eh, kanuni ya kumi na tatu inaruhusu mtu kutembelewa, mtuhumiwa kutembelewa na mawakili, yaani visit by legal advisor. Sasa Lissu tangu ameenda pale eh, sisi mawakili wake tumekuwa tunanyimwa nafasi ya kwenda ku, ku, kuongea naye kuweza kushauriana naye kwa maana ya kufanya consultation ili aweze kujua kesi yake ikoje na tujue tunaweza kufanya nini kwa pamoja. E, ni wakili Pita Kibatala tu ndo alifanikiwa kwenda kuongea naye tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na alipewa dakika kumi na tano tu tena, aliongea naye kwa simu kwa maana ya kwamba E, e, alikuwa ndani amewekwa sehemu ambayo kuna kioo kinawatenganisha kati ya yeye na Lissu, na maaskari wa magereza wakiwa wamewazingira, kwa maana ya kwamba wapo ambao wako upande wa Peter Kibatala na wapo wapo ambao upande wa Tundu Lissu, ambao hiyo ni kinyume kabisa na kanuni hizi za prison in bracket prison management regulation ya mwaka sitini na nane ambao ni government notes number kumi na tisa eh, mwaka elfu moja mia tisa sitini na nane inaelekeza kwamba wakili ana haki ya, ku, ya kuenda kumtembelea mtuhumiwa e, au mteja wake na kuweza kukaa naye na kujadiliana naye kufanya e, consultation kwa mda wa kutosha, lakini pia sio kwa kuwa wamesimamiwa na, na, na maskari magereza wanakuwa kwa mbali ambapo wanawaona wana lakini sio kuwa wanasikia kile ambacho wanaongea wana, wana E, kati ya, ya, ya, ya mtuhumiwa na wakili ukumbuke kuna kuna kuna uhusiano e, wa kisheria kati ya wakili na mteja wake na kuna pia kuna e, wajibu wa kutunza siri yaani duty of confidentiality kati ya wakili na mteja wake. Kwao haya mambo yote hapewi Lissu e, tangu amepelekwa Ukonga ambayo ni kinyume na utaratibu. Kwa hiyo pia ni kasoro ya wazi E, ambayo pia imepelekea sasa Lissu kama umeona amekuwa akikataa baadhi ya vitu e, kwa sababu anaona haki zake zinaminywa. Kwa mfano amekataa e, kuwa e, am, am, kwa mfano e, mpaka sasa ameamua pia e, kusema ataanza e, kuto kula kwa maana ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kugoma kula ikiwa ni sehemu ya kudai haki hii. Eh, kasoro nyingine ambayo imejitokeza eh, ni kwamba kama ambavyo nilitaarifu awali kwamba eh, katika mashauri ya jinai usikilizaji wa, wa mashtaka haya unatakiwa ufanyike katika mahakama ya wazi, open court, open court ni sehemu ambayo watu wengi wanaingia na kusikiliza au umma unaingia na kusikiliza, wanakuwepo waandishi wa habari, wanakuwepo wananchi wa kawaida, wanakuwepo e, wadau mbalimbali wanakuja wanasikiliza e, na hata observers kama ambavyo e, hivi karibuni mlisikia Martha Karua kutoka Kenya, ambaye e, ni kiongozi wa, wa, wa, wa chama kule, lakini pia alikuwa mgombea mwenza na wa Raila la, la Odinga, alikuja kwa ajili ya kuobserve, kuja kufuatilia, kuangalia utaratibu na jinsi ambavyo kesi ya Lissu inavyoendeshwa. Ina sasa, watu kama hawa wote wana haki ya kuingia kwenye kesi eh, kwa ajili ya kusikia pale ambapo kesi hiyo inakuwa ni, ni, ni iko katika mahakama ya wazi, na hiyo eh, swala la kuwa katika mahakama ya wazi ni swala ambalo liko kisheria kabisa, chini ya kifungu cha mia moja sitini na nane eh, moja na mbili cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai e, ambayo, ambayo ni sheria tunayotumia katika nchi yetu na ndio inayotuongoza kwenye utaratibu wa masuala ya kijinai. Kwa hiyo kitendo cha kuamua kutoka kwenye usikilizaji wa, wa wazi kwa maana ya open court na kuamua kuibadili, e, kesi hii isikilizwe kwa njia ya mtandao tena bila kushirikisha pande zote ilikuwa ni kosa ambalo kimsingi mahakama ililifanya, kwa sababu wakati tuna e, Lissu aliposomewa mashtaka yale na kupelekwa Keko ndani ilifanyika e, mahakama ilifanyika katika eneo la wazi yani open court, na hivyo hakukuwepo na amri yoyote ambayo ilisema e, baada ya siku hiyo tarehe itakayofuata tutasikiliza kesi hiyo au mwenendo utaendelea kwa njia ya mtandao. Sasa kitendo cha mahakama kuamua yenyewe kubadili kutoka kusikiliza kwenye eneo la kwenye mahakama ya wazi kwenda kufanya eh, mahakama kuendeshwa remotely, kwa maana ya kwa njia mtandao eh, kwa kutumia eh, sheria ambayo inaitwa ni sheria ya usikilizwaji wa mashauri ya kielektroniki electronic nje ya mahakama, yani the judicature and application of laws remote e, proceeding and electronic recording rule. Eh, sheria hii imekiukwa, e, licha ya kwamba inatoa haki hiyo ya kwamba yapo mashauri yanaweza yakasikilizwa e, kwa njia ya, ya mtandao. Ukisoma e, e, kanuni ya nne e, na tano ina inaruhusu kufanya hivyo, lakini ili ifanyike ni pale tu ambapo aidha eh, wadaa hawa kwa maana mm, mshtakiwa au eh, walioshtaki wanapoweza kupeleka maombi mahakamani wakitaka eh, tubadili njia kutoka kwenye njia ya ya, ya open court kwenda kwenye hiyo njia ya kimtandao au pale mahakama yenyewe inapoamua kubadili, lakini ili ifanye hivyo, ili mahakama iweze kufanya hivyo suo moto, yaani yenyewe e, bila bila bila bila e, parties kuomba, ni lazima parties hawa kwa maana ya, ya wadaawa mshtaki na mshtakiwa waweze kushirikishwa kwenye huo mchakato na waweze e, kukubaliana kwamba yes tutoke kwenye open court, yaani mahakama ya wazi na twende kwenye njia ya kimtandao na lazima kutakuwa na sababu za msingi za kufanya hivyo. Sasa ukiangalia e, sisi kwenye kesi ya Lissu kasoro ilitokeza kwamba mahakama wakati inatoa amri ilisema, e, tutarudi tarehe fulani, lakini haikusema kwamba tutaenda kwenye usikilizaji wa, wa, kim, wa, kim, wa kimtandao. Leo hii Lissu haletwi kwa sababu mahakama ikiwa imebakia siku moja, yani kesi hii ilikuwa inakuja tarehe ishirini na nne mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano tarehe ishirini na tatu usiku sisi mawakili ndo tulijulishwa kupitia message kwamba kesi hiyo kesho yake, kwa maana ya tarehe ishirini na nne mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Sasa hiyo inakuwa ni, ni, ni, ni kasoro kwa sababu mahakama imejibadilisha yenyewe kutoka kwenye kusikiliza open court kwenda kwenye kusikiliza kwa njia ya mtandao bila e, kufata utaratibu ambao tuna usema chini ya kifungu au kanuni ya nne na kanuni ya kumi ya sheria hii ya kanuni ya usikilizaji wa mashauri ya kielektroniki nje ya mahakama, yani the Judicature and Application of Laws, Remote Proceeding and Electronic kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni shida au kasoro ambayo imejitokeza kwenye kesi hii. Nikimalizia eh, kasoro nyingine ambao kimsingi hizi ni kasoro ambazo tumekuwa tukizilalamikia na tumesha eh, eh, tume, tume submiti mahakamani na tumetaka mahakama iweze kutoa maamuzi ambayo maamuzi hayo yatakuja tarehe sita mwezi wa tano mwaka elfu mbili na 25. Sasa kasoro nyingine ni kwamba kama nilivyosema, aliswa na mashtaka mawili, shtaka la kwanza eh, ni uhaini na shtaka la pili ni uchochezi. Sasa kwenye hili la uchochezi eh, kesi ilipokuwa inakuja tarehe hiyo hiyo ya 24 nne mwezi wa nne mwaka 2025 na tano, ilikuwa inakuja kwa ajili ya kusomewa maelezo ya awali yani preliminary hearing. Sasa kwenye kusikiliza maelezo ya awali sheria chini ya, ki, ya mwenendo wa makosa ya jinai chini ya kifungu cha mia moja tisini na mbili inataka wakati wa mchakato huo wa mtu kusomewa maelezo ya awali eh, awepo yaani awe kwenye open court na awepo physically. lakini wao walikuwa wanataka wamsomee akiwa gerezani kinyume na sheria inavyoelekeza. Kwa hiyo nayo ni kasoro eh, ambayo sasa siwezi kueleza kwa undani eh, vitu vingi, lakini ninataka tu eh, jamii au wananchi waelewe kwamba eh, kama sheria inaelekeza kwamba ilitakiwa eh, kitu hicho kifanyike mbele ya mtuhumiwa, lakini uh, eh, mahakama inabadili na kuamua kufanya kwa njia ya mtandao, maana yake ni kwamba tunakuwa tumekiuka utaratibu ambao umewekwa kisheria na tukumbuke E, sheria ni kubwa kuliko kanuni. Kwa hiyo kanuni e, hizi ambazo zinasema kwamba mahakama inaweza kuendeshwa kwa njia ya mtandao haziwezi e, kusupersede, haziwezi kuzidi e, sheria ya Bunge, kama ambavyo sheria ya Bunge nayo inakuwa ni ndogo kwa katiba, kwa sababu katiba ndo sheria mama, ndo sheria ambayo ni kubwa katika nchi yetu ambayo inazaa hizi sheria nyinginezo. Nafikiri kwa kifupi nitakuwa nimeeleweka.